Nakuhisha. Watu wa proto kuna jua anatutazama kwa umakini ila kuna namna tunamuuzi msikilizaji anaudhika hey, lakini <laughs> kazi yetu ni kuhakikisha kwamba furaha basi sisi tunakuwa chanzo cha furaha ya jioni yako, si ndio? Ni kweli, ndio nio hey, utaratibu lazima ufuatwe, lakini mwisho wa siku tunachokitafuta ni kuhakikisha tunakufurahisha. Pia. Kutabasa bana kutabasamisha bana. <laughs> Stress maisha yasonge wewe mm. ah, ya. mm. ma mm. mm. Mnafiki sasa ah, we yani niko poa kama mimi nikajua nikaisi uko miongoni mwa wanafiki uko <laughs> ah, ah. mm. Kweli si utaki hivi unafiki nini kwanza? Uh, unafiki ni hali ya kujipendekeza. Ehe, unafiki ni hali ya kusema uongo unaofichwa kwenye uh, kusema uongo unaojificha kwenye ukweli mm. sema nielewa, yani una unaonyesha kama unasema ukweli lakini mm. wewe ni mwongo mtupu, unajipendekeza eh, kujipendekeza. Hivi unafiki, si unatofauti eh. na uongo? Eh, ndio. yani mm. unafiki mm. ni ule uongo wa kuaminishana Yani, ushaelewa? ah. Mtu anakuaminisha jambo mm. ambalo anajua si kweli kabisa, kwenye dhamira yake anajua hicho anachokifanya si kweli mm. lakini anakwambia mambo ni safi kabisa Nyam. tuko vizuri maana hmm. Kuna mnafiki hmm. Kuna mbea hmm. Kuna muongo, watu watatu tofauti ya eh, lakini eh, eh. Ni ndugu wanaundugu fulani. Ngoja nikusaidie kwa haraka haraka. Mbea ni yule mzusha mambo maneno maneno tu amelisikia, na mbea hata hajalisikia vizuri, ni mkweli eh. lakini ambaye sio wa kuaminika. hajaagizwa. Yaani ni mkweli mbea <laughs> siku zote anaongeaga ukweli lakini hajaagizwa naam. Na wala hahitaji kuconfirm sehemu yoyote utajua mwenyewe yaani Ye, ye ye ye. Mbe cha habari te, utaikuta kila mahali na namna hiyo, huo huko vijiweni. Ukifika pale tu sema, yani ndoa za siku hizi, watu wataanza kutiririka. Tumemaliza mbea alafu uh, muongo. Mwongo ni yule ambaye anasema vitu ambavyo si vya kweli kabisa kabisa, wala hajasikia, hajaambiwa yaani hamna sehemu amegugo lakini ndiyo, yeye anasema tu uongo na mnafiki. Sasa mnafiki ni yule anayejidanganya ama anayekudanganya, anaye mm, anakudanganya anakuambia ukweli wakati anajua anachokwambia ni uongo, au anajifanya anakupenda mm, wakati anajua hakupendi anakuchukia. Yaani anajifanya na kupenda ili apate kitu eh, anajifanya na kusaidia eh, lakini anajua kabisa anachokifanya kitakudumbukiza shimoni. Sasa huyo ni mnafiki hmm. Eh, huyo ndo tunasema huyu bwana ana sifa kabisa kabisa za kuitwa mnafiki, mnielewa. Na wanafiki tuko nao maeneo mengi sana ambao ni wabaya sana. Eh, wanafiki wengine unakuta wako karibu, wanajifanya wako karibu na viongozi, anafanya unafiki hmm. anamnafikia kiongozi wake na huo unafiki unaweza kuzaa matunda, mda mwingine hakuna hmm. Wengine ofisini tuko nao, yeah. Nafikia wafanyakazi, anakuja na kupamba, Amina una sauti nzuri ya kuimba, ukiimba. Kuna kitu anakitaka bora uache wa... E, kutangaza nachokupendea e, e. <laughs> Rafiki yangu sio mnafiki, hu unaniambiaga ukweli kabisa, kama bwana hapa umekosea, sio? yeah. <laughs> Sasa jamani, leo sisi tunaomba tuzungumze na wewe, mnafiki, hmm. e, ushindwe na ulegee kabisa e, tunazungumza nao baadhi ya watu ambao ni wanafiki hmm. Unakuwa unajinafikisha kwa bosi hmm. Yaani wewe patience ni rafiki yangu na, lakini nikikupa mgongo unaenda kuning'ong'a hmm. Pixi makungunga unanielewa, nakula vizuri e. mm. <laughs> Eh, anakudonoa donoa na kuchakula chakula eh hapa, na anasema maneno hata ambayo hujayasema mm. Nielewa vizuri yaani mm. Yani, eh, wanasema rafiki mzuri ni yule ambaye anaweza kakusema kwenye uwanja wa fursa, hata usipokuwepo kuwepo wewe kabisa. Sasa yes, wewe ndio usimshikilie mna... vizuri eh, lakini mtu ambaye huyo hata kikunafikia usimchukie. Anakuja anakwambia bwana na, nataka nikusaidie na kusaidia kabisa, lakini akienda sehemu ambayo anatakiwa kusaidie mm. anasema yule mm. <laughs> hata kukutaja mimi hakutaji, ndo ninaye mjua ndo. <laughs> Ah, ndo naye mjua, hawezi ah, kusaidia kwenye kitu kama pas. Si mimi nimeishi naye miaka eh, mingi, yule hawezi chochote. Hawezi chochote yule eh. Kwanza nimesoma naye, nimekuwa naye, nimecheza naye na nini kuliko hata mm. wazazi wako. Jamani, leo sisi tunaomba tuzungumze na marafiki wanafiki kwamba hicho kitu ambacho mnakifanya sio kizuri. Kama mm. umeamua kumpenda mtu, basi mpende hivyo hivyo alivyo na madhaifu yake. Mwambie ukweli, ukweli mm. kama atakuchukia, kama atapokea vizuri itamsaidia, na hata asipopokea vizuri, kwa vile ni rafiki yako, hakikisha unaendelea kumwambia ukweli mchungu, unaoumiza lakini ambao utamsaidia kwenye maisha yake ya baadaye, lakini kabisa. pia hata unapofika kwenye, kwenye chumba cha fursa hakikisha unamsaidia huyo rafiki yako ambaye unamuita ni rafiki huo. Mm, ndio urafiki wa kweli ambao tunausema. Umeinuka inuka naye, si unainuka peke yako. Afu rafiki yako unamuona bado yuko chini, unaendelea kuwainua wengine, rafiki yako unamwacha, unafurahia kuona rafiki yako anaendelea kudidimia huku wewe ukiwa unaendelea kupanda. Huo ni unafiki, sio urafiki kabisa. Kama una nafasi ya kumuinua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, yeah, inuaneni kwa sababu nyie tayari ni watu gani? Ni marafiki, na rafiki siku zote ni zaidi ya ndugu. Mm, e na kuna matajiri pia ni wanafiki sana. Mimi ni wakati naanza hey, biashara nilianza uh -huh. na fungu moja la mchicha, umeona? Yani anakuaminisha uendelee kukaa kwenye mwanzo. Ni mnafiki au ni mwongo? Ni mnafiki kwa sababu <laughs> yani anakwambia maisha kwenye maisha unakuta anatoa ushauri kibao eh, namna ambavyo unaweza ukatoboa maisha, lakini alitoboaje? Huo nao ni unafiki. Bora uniache hivyo hivyo na umaskini wangu, niendelee kupambana na umaskini wangu, usikana mimi. Unajua kushauri toka hapa, unajua mm, mimi nilianzaje? Eh, nilikuwa nalala njaa, nilikuwa nakula mara moja kwa siku mm. Niliacha kwanza kazi nikaenda kujitafuta <laughs> sijui ni eh wewe Awezekana nilisema yata mshinda, yata mshinda tu. Kwa nini? Kwa nini unani eh? Ila jamani, acha kutunafikieni, marafiki wanafiki, jamani mmechokwa mm. Kwa hiyo tunaomba mjirekebishe kupita Mseto Leo. Sisi leo tunawakumbusha kwamba unafiki sio kitu kizuri, muishi vizuri. Tunaomba tumwagize njiwa, na tunapomwagiza njiwa na kuacha na rekodi hii kutoka Twanga Pepeta, inaenda kwa jina ra, la rafiki mnafiki.